Tumefika salama lakini safari ilikuwa rahisi, safari ilikuwa ni ndefu sana, kwa sababu ukiangalia kutoka Dar es Salaam hadi Ethiopia, Ethiopia mpaka, mpaka Mali ni umbali mrefu sana, lakini tunashukuru Mungu tumeweza kufika salama kabisa, na tumekuta hali ya hewa ya hapa ni kama hali ya hewa ya nyumbani, kwa hiyo kwetu sisi imekuwa ni nafuu kwa kweli. Ya ni kweli kama walivyosema tulipocheza mechi ya kwanza, hakuna mtu ambaye anafikiri alifurahiwa na mechi ile, lakini hii ni ligi, tuna nafasi ya kuweza kujiuliza, kwa hiyo hakuna, hakuna sore katika mchezo wa kesho kutwa Dudai lazima tuhakikishe tunapata alama tatu katika mchezo wa kesho kutwa, na kiukweli na maandalizi yamekuwa vizuri. Hata wachezaji waliweza kuumia sana na matokeo ya mechi iliyopita, na wote wamekuwa wamefocus, na kila mtu ametoa jicho katika mchezo wa kesho kutwa kuhakikisha tunapata alama tatu. Ujue mwalimu siku zote huwa anaumia sana kama timu inakuwa itengeneze nafasi, lakini kama timu inatengeneza nafasi, kiukweli imekuwa ni kazi nzuri sana inayofanyika. Kwa hiyo kikubwa ni ku geuza nafasi zile kuweza kuwa magoli. Kwa hiyo nafikiri tumeweza kufanya kikao na wachezaji tumeweza e, kufanya mazoezi kuhakikisha nafasi zikipatikana kama zile, basi ziweze kugeuzwa na kuwa magoli, kwa kiasi kwamba kama nafasi zile zilizopita tungeweza kuzigeuza kuwa magoli, nafikiri leo tusiweza kuongea swala la sisi kuweza kupoteza mchezo ule, lakini ndio mpira, ndio mpira. Kwa hiyo tunafokasi na katika mchezo unaokuja.